bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na themart supermarket, piga simu namba 0775 967. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ya wananchi yagusa maeneo ya kuboresha ustawi wa hali ya maisha ya wananchi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano, bajeti 2025/2026 ni trilioni Habari Leo likiainisha mambo kumi. Pensheni kwa wastaafu ya panda, imetoka shilingi laki moja mia moja ishirini na tano hadi laki mbili na elfu hamsini mia moja ishirini na tano nukta tisa magazeti ya ula yanayozalishwa nchini yasamehewa vati. Hii ni namba mbili. Namba tatu mitungi ya gesi, msamaha wa VAT matangi na mitungi ya gesi ya kupikia Namba nne ni bajaji, pikipiki, maguta ada ya usajili leseni za punguzwa. Namba tano ni ice cream, sausage, crips vimeongezwa ushuru wa bidhaa. Namba sita ni bima ya usafiri kwa wageni kulipa dola za Kimarekani arobaini na nne. saba ni mabasi ya mwendo kasi yameondolewa kodi kutoka asilimia ishirini na tano. Pempes za watoto za tozo ushuru wa asilimia thelathini na tano badala ya ishirini na tano. Tisa kadi za NIDA, mali ghafi ya kadi janja zimeondolewa ushuru wa asilimia ishirini na tano. Kumi ni kufungwa biashara, mamlaka za leseni zimepigwa marufuku kufunga biashara. Haya ni mambo kumi ambayo yameandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo. Undani wake ni katika ukurasa wa tano. Bajeti ya serikali Zanzibar SMZ ya jana, mkakati kukuza mapato. Habari katika ukurasa wa nane. Bajeti ya jumla ni trilioni 6.98 2025/2026. Vipaumbele ni kuku samaki, wapanda ushuru wa samaki na kuku umepanda kutoka 300 hadi 1000. maji ya chupa mayai, kodi imepanda kwa lita moja ya maji kwa shilingi hamsini. Bei ya mayai shilingi 1000 Ladha ya shisha. Ushuru wa ladha ya shisha kilo moja sasa utatozwa shilingi elfu ishirini na nane mia mbili thelathini na mbili. Vyombo vya baharini. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nane wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika Kenya, Uganda zabana mazao ya nje habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Hotuba ya bajeti ya serikali elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita inapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti Habari Leo, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ya kimkakati, miradi ya kiuchumi, uchaguzi mkuu, AFCON elfu mbili na ishirini na saba kipaumbele sekta za uzalishaji ya rasilimali watu na mazingira ya biashara yaguswa, wastaafu, bodaboda kicheko, zewa kubeti kilio, wageni kulipa bima. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano pamoja na ukurasa wa sita. Mambo mbalimbali yameguswa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ya Jumaa ya leo. Inang'ata na kupuliza magazeti, hakuna vati, msamaha wa kodi ongezeko la thamani kwa magazeti yanayozalishwa nchini. Tozo kwa tiketi: serikali imetangaza kuanzisha tozo ya shilingi mia tano katika tiketi za treni na elfu moja kwa ndege. Usajili wa bodaboda: gharama za usajili wa bodaboda yapungua kutoka laki tatu na elfu arobaini hadi laki moja na elfu sabini Tilioni hamsini na tisa nukta nne tisa kiasi cha fedha kilichoombwa na waziri wa fedha Dr Mwigulu Mchemba kwa ajili ya makadirio ya matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Tirioni 14.2 kiasi cha fedha kilichopangwa kwa ajili ya kulipa madeni. Kwa sasa deni la serikali limefikia tirioni 107. Gazeti hili limeendelea kuandika, soseji juu, bidhaa za soseji ice cream zinazozalishwa kutozwa ushuru wa asilimia tano. Energy drink serikali imependekeza kushusha ushuru kutoka shilingi mia tano sitini na moja kwa lita hadi shilingi mia moja thelathini na nne kwa lita zinazozalishwa nchini. Bima ya afya: ushuru na kodi viongezwa maeneo mbalimbali kugharamia bima ya afya kwa wote. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, wa tatu, nne tu wa tano pamoja na ukurasa wa sita. Zanzibar kuwalinda vijana, kukuza uchumi. Mafuta, kuku: serikali imetangaza kuongeza tozo ya petroli na diesel kutoka shilingi 38 hadi 100 kwa lita moja. Pia imependekeza kuongeza ushuru wa kuku na samaki wanaoingizwa Zanzibar kutoka shilingi 300 hadi shilingi 1000 kwa kilo. Mashia ya kicheko, serikali ya mapinduzi Zanzibar imepanga kutumia shilingi bilioni tatu nukta mbili kwa ajili ya kuongeza mishahara ya madiwani na masheha na kuimarisha utendaji kwa ngazi ya msingi ili kuongeza ufanisi wa watendaji kazi wa serikali. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa hizo za ndani. Gazeti hili limeandika mume mkewe wauawa akikatili nyumbani usiku. Kumekuwa na sintofahamu baada ya mume na mkewe kukutu wameuawa chumbani kwao bonyo kwa jijini Dar es Salaam, huku miili yao ikiwa na majeraha. Taarifa zilizopatikana zinaelezwa kuwa mauaji hayo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa saba. Ajali bado janga, tisa wafariki, jeruhi 44, Morogoro. Watu tisa wamefariki dunia na wengine 44 kujeruhiwa kwenye ajali iliyotokea katika eneo lenye mteremko na kona nyingi mkoani hapa. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbili. Na lo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika mwaka elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita yenye bajeti ya majibu maboresho ya mifumo ya kodi makusanyo mapya yanayotarajiwa ni Tanzania shilingi milioni nne laki mbili na sitini na ishirini na tatu nukta saba tano. Kodi na marekebisho mengine kodi ya magari, tiketi za usafiri na kadhalika. Baadhi ya hatua muhimu ni vati asilimia sifuri kwa mwaka mmoja, mavazi ya pamba ya ndani, mbolea ya ndani, mafuta ya kula ya ndani Msamaha wa VAT mpya magazeti ya ndani, gesi asilia, vifaa vya nishati safi. Kodi mpya au kurejeshwa lami na vifaa vya gaming. madini asilimia sifuri nukta moja ya thamani, tiketi treni mia tano ndege shilingi elfu moja Gazeti hili limeandika vitu mbalimbali vilivyoguswa mbali na bajeti hiyo. Ni malengo ya kiuchumi elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita ukuaji wa pato la taifa kutoka asilimia 5.5 hadi 6.0. Mfumuko wa bei kudhibiti ndani ya asilimia 3.0 5.0. Lakini hapo masuala mengine kede, kede yameguswa katika ukurasa wa nne wa gazeti Majira. Lakini pia gazeti Majira limeandika uchumi wa Tanzania waimarika, wa dunia waendelea kuyumba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. mradi bwawa la Nyerere kuchochea matumizi ya nishati safi ya kupikia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika matusi mitandaoni yaichefua CCM wasiraonya vikali, habari katika ukurasa wa tatu. Kipanga azindua kituo cha mawasiliano ya serikali yaahidi elimu bora kwa wote, habari katika ukurasa wa tano. Ajali ya basi lori ya watisa ya jeruhi ya 44, Moro, habari katika ukurasa wa pili. Marekani, Uingereza haipasi kuwekea Israel vikwazo, habari katika ukurasa wa 19. Mafundi seremala Kilimanjaro wadhamiria kutunza mazingira, wapanda miti, habari katika ukurasa wa tano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 3313 nalo gazeti Nipashe mwanga jumile lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ya kimkakati serikali yaomba idhini ya bunge kukusanya na kutumia shilingi trilioni 56.9 mwaka 2025 2026 ikiwa na mikakati mahususi ya kukabiliana na mabadiliko ya sera za mambo ya nje za mataifa ya Amerika na Ulaya. Undani wa undaniwa taarifa hii katika ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu, ukurasa wa nne, wa tano, wa tisa pamoja na ukurasa wa kumi na saba. Kicheko, siasa, nishati, viwanda, afya, biashara, kilio umeguswa. Uagizaji magari, tozo mpya kwa petroli na diesel. tozo mpya shilingi mia tano, elfu moja kwa tiketi za treni na ndege, ashindi katika michezo ya kubahatisha. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika vipaumbele tisa bajeti ya Zanzibar, maslahi ya watumishi wa umma, uchumi wa buluu na huduma za jamii yamulikwa. Habari katika ukurasa wa tatu. Ajali ya basi lori yakatisha uhai wa watu kumi, kujeruhi 44 habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii. Gizeti Zanzibar Leo, ninalo leo ni nalo mikononi mwangu lenye habari kipaumbele ni bajeti ya neema zaidi kuendeleza miradi ya kimkakati kuimarisha huduma za jamii. Habari katika ukurasa wa pili d Zanzibar zanziba wakituabora usafiri wa anga duniani. Habari katika ukurasa kukua kwa 7. Habari katika ukurasa wa pili. Zaidi ya mia mbili wafariki ajali ya ndege India. Habari katika ukurasa wa tisa. Gazeti hili imeandika Dr Mchemba trilioni 56.49 kutekeleza bajeti 2025/2026. Habari hii kwa kirefu zaidi imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti Zanzibar Leo. Pata nakala yako uweze kusoma kwa undani zaidi. Gazeti Uhuru, kweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bajeti ya kazi na utu trilioni 56.49 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika mwaka wa fedha neema ya wagusa wakulima bodaboda mfuko boda kuanzishwa kugharamia matibabu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili kazi miradi uchaguzi Afkon elfu mbili na ishirini na saba utu afya bodaboda boda, wakulima. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Gazeti hili imeandika bajeti ya Zanzibar kutekeleza miradi ya kimkakati utegemezi wa pungua. Habari katika ukurasa wa pili. Kikwete atajambina huku kabili umasikini. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Uchumi waendelea kuimarika. Lugha ya chafu mitandao ya kijamii za mkera Wasira. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Pata nakala yako, soma ndani zaidi. Gazeti wa machinga nalo mikononi mwangu lenyewe limeandika ni bajeti ya trilioni hamsini na sita nukta tisa Dr Mwiguru asema uchaguzi mkuu sasa kugharamiwa kwa fedha za ndani 39.7 kutumika ununuzi wa, wa bidhaa sababu bajeti ya serikali 2025-2026 imezingatia nyongeza mishahara iliyotangazwa na rais Dr Samia Suluhu Hassan Mei mosi mwaka huu. Apendekeza msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani VAT kwenye magazeti yanayozalishwa nchini pekee kupunguza kiwango cha ushuru wa, wa bidhaa kwenye vinywaji vya kuongeza nguvu energy drinks. Bodaboda kicheko ada ya usajili ya piki pikipiki ya biashara kutoka shilingi laki tatu na elfu arobaini hadi laki moja na elfu sabini kwa miaka mitatu italipo wakati wa usajili wa awali pekee. Gazeti hili limeandika, Wasira akerwa na matusi mtandaoni, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu. Profesa Kitila, asilimia sabini na moja wanaridhika na utendaji wa serikali, habari katika ukurasa wa pili. Serikali ya unya waajiri wanaofanyisha kazi watoto. Ndani wa taarifa hili katika ukurasa wa nne. Na hivi sasa tugeuke habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani limeandika maswali tata zawadi za Yanga FA. Kasongo, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania, Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, rais wa klabu ya Yanga undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Milioni hamsini fedha anazopewa mshindi. Gazeti hili limeandika Simba sasa ni wao tu basi, la anawindwa na klabu hiyo ikitajwa kama undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Hili la dabi tukubali soka lishinde, habari katika ukurasa wa kumi na mbili ni nondo za amri Kiemba. Gazeti hili limeandika Gokaris mtihani vigogo vitani. habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Liva yaendelea kushusha vyuma, habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Sekafa leo ijumani, Sudan Kusini na tiga stazi, saa moja kamili usiku, Azam Complex Chamazi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Pata nakala yako, so umekuwa ndani zaidi. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika bilioni 179.8 kwa karabati kujenga viwanja Afcon. Stars yajivunia kikosi kipana kwa safa. Bajeti yaleta kicheko kwa wasanii, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Diamond Jux kulivaa jukwaa la Albert Hall, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. JKCI yapima moyo wana michezo, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake nyuma. Pata nakala yako so ndani zaidi na gazeti habari leo linakamilisha nukuu za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.